Ndugu mpenzi mtazamaji, pia tumekutana hapa na mwanafunzi mmoja anaitwa Kurwa. Huyo, e, bila shaka ni mwanafunzi kutoka BST2. Kurwa, kwanzia harakati za kampeni zilipoanza, bila shaka darasani kwako kuna mgombea wa urais ambaye ni Masanja Julius. s e, sasa uonaje una, huu, wa huu uchaguzi, wa uchaguzi wa mwaka huu au unatofautiana vipi na uchaguzi wa mwaka uliopita? Tofauti na mwaka jana. Uchaguzi wa mwaka huu competition um, itakuwa um, kubwa sana tofauti na mwaka huu. Kwa hiyo mwaka huu, Kwa tunatarajia mambo makubwa na mimi mpaka sasa hivi nikuambie tu uchaguzi wa mwaka huu na imani na hao wote wawili ambao wanapigania hichi kinyang'anyio cha urais. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao mzuri utakuja kufanya katika aaka mm. Eh, bila shaka unaona, umesema kila mmoja una imani naye kwa dalili dalili, kwa zile fukunyuku mpaka sasa, nani anaongoza kwa asilimia? Ah, kwa asilimia ni ngumu kusema, kwa sababu tunapozungumza mambo ya uchaguzi ana mambo mengi. Unaweza ukaenda kupiga kampeni watu wakafika elfu moja na mwingine akaenda kupiga kampeni akafika watu elfu mbili lakini kumbe wale watu wameenda ni wale wale wamejirudia kwenda pale, lakini wameenda kusikiliza hoja za msingi kutoka kila sehemu, na kuwataamua kuja kufanya maamuzi kupitia zile hoja alizozisikia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sidhani kama kuna mtu ana asilimia nyingi za kushinda kuliko mwenzake, lakini mpaka sasa hivi tuwachie waungwana na wapiga kura wenyewe, ambao wataona sera yupi Asante sana, endelea kutufuatilia. Nikutakie uchaguzi mwema, na usikose siku ya Jumanne kuja kupiga kula yako. Kila laheri, kila laheri la katika kulijenga jiji la Bwana.